Wafanye kazi upande wake ya watu wakafika kuona uokovu. Wapendwa, kuwe yangi, tusijishushe, tumwambie tu Mungu atusaidie tupate kuwa watu wasikamilifu. Tumwambie Mungu atusaidie muda wowote, tumwambie Mungu asituache peke yetu tumwambie Mungu atusaidie atupe moyo wa kuvumilia, kama huyu kijana Yusufu akavumilia ndugu zake wakaona wanaweza. Na hapa ni watu wengi ambao wanatembea pamoja nasi wanasema wanashindwa, wanashindwa. Nani alikwambia tunashindwa? Neno la Mungu haliwezi kuharibika, hapana. Neno la Mungu ni jana, leo hata milele. Wewe peke yako unaridhika. Wale watu wa kumtafuta Mungu watadumu na kumtafuta, kwa sababu mipango ya Mungu ni kutafuta Bwana nijue sana. Amen. Mipango ya Mungu ni kutafuta mwanadamu aliyepotea, wa mipango ya Mungu ni kuokoa aliyepotea, kumleta katika uzima ule, ambaye aliyepotezwa na shetani katika shamba ya Edeni, wakaendelea wakaendele

ni mzuri. Kwa nini unashindwa na wewe kuponyeshana? Mbona Mungu aliona kusema kwamba nikipeleka ni mtoto wangu hapa Afrika atapona, kwa nini wewe unashindwa kupona na wengine? Unakuja hapa unajivuruka vuruka, unaona kenei napokea, na wewe unaingia hapo, nani alikwambia? Tulia bona liliwe sana. Amen. Tutulie na kama tunatulia, Mungu atatutumikisha sisi. Ni vyombo sisi si, ni vyombo hata jua itoke namna gani, nitatembea hata jua ikuwe namna gani, mimi nitatembea, nitafanya kazi. Lakini wengine jua ikitoka zaidi anaanza kuangaika. Ukapata mtoto vizuri, Bwana nijue sana Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen, tujue kusema kwamba mipango ya Mungu haiachiliiwe hapo hapo, haifikii mkomo hapo hapo mipango ya Mungu kutafuta yeyote, kila mmoja arudie na muamini Yesu Kristo. Oh, Yesu wana, Oh, Yesu ni nini? Ndugu yangu wewe ulikimbiliwa na wewe saidia wale ambao wanapotea. Kuna watu wanaabudu miungu jua, walikimbilia hapo Afrika. kwa nini hawakuendelea kuabudu hiyo miungu jua? akabatia Mungu wa kweli na magudu, ijapokuwa wengine wakabatia na maarifa ya kilozi kulingana na nguvu ya ibilisi. Lakini watu wanaenda wanaamini tena Mungu wa kweli. Bwana niduwe sana waliopotea, na wao wanajitia njia wanaanza kutafutani. Mungu watuhurumie sana, haleluya. Tujijue tuna mamlaka, tuna uwezo sisi, walikuwa wanakimbilia kwetu na hivi wewe unakuja hapa, na wewe wasaidie kuambia, njia ambayo unayoendea haina vizuri, njia unayoifuata haina vizuri. Ukinenda mimi nakoga, najiuliza najiuliza sana. Wewe kama unasema hautaki, unataka kuoa mwanamke mwenzako kweli? Wa, wa, wa mkambo yako wangefanyaka hivyo wao wale wanaume kwa wanaume, wewe wa wana wa wanawake kwa wanawake, wewe hapana. Kwa nini haufikirii kusema ya kwamba nikichingiza kwaya, malengo ni malengo ya shetani kupeleka watu katika jihanamu mtu anashindwa kuelewa. Ukiingia katika ile njia unaenda unapotea. Hey, nilisoma fasi ingine eh, katika mwanzo huyu huyu makumi mbili na saba <laughs> nikasoma hivi ikaonekana kusema kwamba wakati walipokaa pale eh, Misri, Farao akakuwa tajiri sana. Ikaonekana Waisraeli wakashindwa na namna ya kujotororoa, wakafika wakauzisha Kanana kwenye kuwa nani, kwenye kuwa Farao. Bwana miliwe sana, amen. Nietivo ndani ya Biblia wakafika wanausisha Kanani kwenye kuwa Farao, wala siasikaka hata mtu mmoja kusema sema hata niende nidai, kwa sababu Waisraeli hivi vyenyewa ambavyo wanavifanya wanadai kupitia Biblia kitabu ya ukoo kupitia biblia wanadai, lakini sisi kazi ya kujipoteza, wala Mungu kumtafuta hakuna. Tunamgeusha Mungu ko frer, tunamgeusha Mungu rafiki. Kesho unapotea kesho yako unapotea, kesho yake unarudia. Tusimame katika misimamo ya kweli, Mungu atatutumikisha Farao kama Mungu alimfanya moyo wake kuwa mgumu ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu Mungu awarudishe tena wana wa Israeli nafasi yao. Mungu akaona sema kwamba asipomfanya Farao moyo mgumu, awa watu wakawarudii tena nafasi yao, kupeleka tena habari njema, irudie uwezo wa Mungu. Mipango ya Mungu aitatengenezwa vizuri, omwe Farao apoteye, ni viumbe atafanya vingine na kusudi ni Mungu Bwana nijue sana. Amen. Jo mtu anakubilia shetani kama Farao, shetani kama Farao, ilikuwa ni mipango ya Mungu kusudi itimie, kusungusha neno lake lielee dunia mzima, kusikawa mtu wakusema mimi sikusikiaka maneno ya Mungu. Kama hapa tulipo, siku inaenea siligi inalia, unafika kwa Mungu unaweza kusema sikusikiaka maneno ya Mungu. Kweli kweli, haleluya, amen. Muafrika, ujue kusema ya kwamba una neema kubwa Yesu Kristo, na yeye anakuja na kutafuta Yesu Kristo, na yeye yuko njiani, akasema ya kwamba sema, hacha na mimi ni watumane hao watu waende tena watafute watu wengine, ili awalete kwangu, ili wamjue Mungu. Kama unamkatala Yesu Kristo ujue inakula kwa ukikatala mipango ya Yesu Kristo ujue, hiyo mbingu naenda, hautaiona hiyo mbingu ya Yesu Kristo hutaiona. Kwa sababu ya nini? Unamkataa Yesu Kristo aliye kiongozi wa maisha yako? Alizaliwa kwa sababu ya wokovu wa ukombolewe, alizaliwa kwa sababu wewe ujulikane. Yani hatungeweza ngeweza kuongea pamoja na Mungu kumzungumzia Mungu wewe

kwa Kristo, Kristo ndiye anapeleka kwa Mungu. Sasa utapeleka wewe direct kwa Mungu, utaweza? Utaweza utukufu, unashindwa kujidhibiti, unashindwa mambo yako ya ku